Trilioni moja kutumika kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Maandalizi ya gharimu bilioni 741.5 kati ya Julai 2024 mpaka Mei 2025. Serikali kupitia hotuba ya bajeti imeeleza kuwa maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 yanaendelea. Ya ambapo katika kipindi cha miezi 11 yaani kuanzia Julai 2024 mpaka Mei 2025, Serikali imeweza kutumia kiasi cha bilioni 741.5 katika maandalizi ya uchaguzi unaotarajiwa mnamo Oktoba 2025. Taarifa ya hotuba ya bajeti iliyosomwa na Waziri wa Fedha Dr. Mwiguru Nchemba inaeleza na nukuu Baadhi ya maeneo yaliyopelekewa fedha katika kipindi cha Julai 2024 hadi Mei 2025 ni pamoja na ugharamiaji wa deni la serikali la shilingi tilioni 11.16, ugharamiaji wa mishahara wa watumishi wa umma shilingi tilioni 10.27, na maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kiasi cha shilingi bilioni 741.5. mwisho wa kunukuu. Vitabu vya matumizi vya bajeti vinaonyesha kuwa jumla ya makadirio ya fedha yaliyotengwa kwa ajili ya tume ya uchaguzi kwa mwaka 2025/26 ni shilingi bilioni 378.2, huku bilioni 316.2 zikionyeshwa kuwa zinaendelea, zinaenda katika uchaguzi hii inafanya takribani trilioni moja kutumika katika maandalizi na shughuli za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. katika uchaguzi wa mwaka 2020 na ishirini 20, jumla ya bilioni mia nne kumi na sita nukta nane zilitumika ambapo maandalizi ya uchaguzi yaligharimu bilioni mia moja hamsini na nne nukta tatu na tume ikatumia bilioni 262.2 kati ya bilioni 331.8 zilizotengwa kwa ajili ya uchaguzi. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015, jumla ya bilioni 534 zilitumika katika uchaguzi ambapo bilioni 260.8 zilitumika katika maandalizi na bilioni 273.6 zilitumika katika kuendesha uchaguzi. Serikali imeeleza kuwa gharama zote za uchaguzi mkuu zitatoka katika fedha za ndani. E, unaweza kuendelea kupata taarifa zetu hapa Junii Tv kwa kubonyeza kitufe cha subscribe.